Huu ni usiku wa maajabu, ni usiku ambao mwezi unakamilika, anga inang'aa kwa nuru ya kipekee, nuru inayofunua siri, hisia inayochochea roho ya kila aliye hai hapa duniani. Huu ni usiku wa full moon Oktoba saba. Full moon itaingia kuanzia saa kumi na mbili na dakika arobaini na saba asubuhi, na huu sio mwezi wa kawaida, ni mwezi wa kuvuna mwezi wa kusafisha na pia ni mwezi wa kuamsha nguvu zako za ndani au tunasema vibrations. Sasa leo nataka niwaelekeze namna ya kutumia nguvu hizi za kipekee za full moon ya Oktoba saba. Kumbuka kila full moon huwa inakuja na nguvu ya kipekee kwa hiyo basi kaa mahali pa utulivu vuta pumzi ndefu ndani ili uweze kupata utulivu huu usiku ni usiku wa wewe kuamka kiroho ni usiku wa wewe kupata mafanikio na kufungua nguvu zako za ndani full moon hii ya oktoba saba inajulikana kama the harvest moon ni mwezi unaokuja karibu zaidi na usawa wa mchana pamoja na usiku yaani kile kipindi ambacho mchana na usiku vinakuwa sawa kwa kitaalam tunaita autumnal equinox. Kwa mwaka huu mwezi huu unaleta ujumbe mkubwa sana. Huu ni wakati wa kuvuna matokeo ya juhudi zako, ni wakati wa kuachilia mizigo yote ya nyuma. Kwa hiyo kama ulipanda mbegu za maombi, kazi, maono au upendo kwa miezi kadhaa iliyopita, sasa huu ndio wakati wa kuona matunda yake yakianza kuchomoza. Kwa wale ambao wamekuwa wakifanya spell mara kwa mara, aidha spell ya kuachilia, spell ya pesa, spell ya kujisafisha nyota yako, sasa katika full moon ya mwezi huu, hapa ndipo unapotakiwa kuvuna. Yaani, matokeo yote utaanza kuyaona kuanzia hapa, na hili niliwahi kulisema hapo nyuma, lakini kama wewe ni mgeni ndo unaanza leo, basi usijali, hujachelewa bado, wakati unao. Itakapofika oktoba saba, angalia juu angani, jinsi mwezi unavyong'aa. Utahisi kama vile kuna nguvu zinakuambia usiogope, sasa wakati wako umefika. Usiwaze wala usiwe na wasiwasi wowote, wewe ni mshindi, mafanikio ni ya kwako Kiroho, Oktoba ni mwezi wa mabadiliko ya hewa pamoja na nafsi. Miti inakuwa inapoteza majani, lakini mizizi inabaki imara. Kwa hiyo hivyo hivyo na wewe, yaani kinachotokea katika miti ndicho kitakachotokea na kwako. Ni wakati wa kuacha yaliyochakaa, lakini unabaki na misingi yako imara, misingi yako ya ndani, misingi ambayo ina kudifaini wewe ni nani. Kwa hiyo katika full moon hii tunaalikwa kutafakari. Je, ni kitu gani kinahitaji kuachwa katika maisha yako? Ni kitu gani kimeiva na kinasubiri kuvunwa? kama ni marafiki wabaya, achana nao. kama ni matendo mabaya ulikuwa unayafanya, huu ni wakati wa kuacha. Pia angalie kitu kizuri ulichokipanda ndani yako, huu ndio wakati wa kukivuna au wakati wa kukionyesha na kukitumia. Kama kuna mradi ulianzisha katika new moon au mwezi mwandamo, sasa huu ndio wakati wa kuvuna matunda yake. Na matunda yake utayaona kama ulifanya kwa usahihi na ukafuata kanuni za kiulimwengu. Huu ndio wakati wa kuvuna matunda yake, na pia kumbuka kwamba kila full moon huwa inakuja na ishara za kipekee lakini full moon hii ya Oktoba saba inakuja ukiwa na nguvu ya ukombozi, yaani inakuja wewe ukiwa katika hali ya kuwa umejipata au kukombolewa kutoka katika kitu fulani. Huu ni mwezi unaochochea hisia za ndani, ndoto, pamoja na mwangaza wa kiroho. Hiki ni kipindi ambacho roho inakuambia ukweli, yaani hata kama akili inajaribu kupuuza, lakini roho inakuambia ukweli. Ishara ya kwanza ambayo unaweza kuiona katika hii Oktoba saba ni kuvuna baraka. Mwezi huu unakuambia ulichokifanya kina matokeo, hata kama haujaona matunda, jua kwamba nguvu zako hazijapotea bure. Kwa hiyo zile sala zote ambazo uliwahi kuzifanya, usikate tamaa wala usivunjike moyo kwamba mbona sijaona matokeo? Lakini amini kwamba nguvu zako zinafanya kazi, na mwezi huu Oktoba saba, kuanzia Oktoba saba nguvu zako zitaanza kujidhihirisha. Manifestation zako zote zitaanza kuonekana kuanzia mwezi huu wa kumi. Ishara ya pili utakayoiona ni kuachilia. Hata kama wewe utaki kuachilia au haupo tayari kuachilia, mwanga wa full moon utafichua kila kitu kisichofaa. Yaani, watu wasiofaa watafichuka, tabia, hofu pamoja na maumivu, yaani kila kitu kitafichuka na kitaonekana kutoka ndani yako, na nguvu zako za ndani zitakwambia sasa ni muda wa kuachilia. Kwa hiyo, hata kama ulikuwa huko tayari kuachilia, utajikuta tu, ngoja niachane na hawa watu, au ngoja niachane na haya mahusiano, naona naniletea hasara sana katika maisha yangu, au marafiki wenyewe watajifarakanisha. Yani utajikuta tu unafarakana na marafiki wasiokufaa au watu wasiokufaa, wasaliti wako wataanza kujionesha wenyewe. Full moon hii ina nguvu ya kuachilia vitu vyote visivyokufaa, hata kama wewe hauna nia ya kuachilia. Ishara ya tatu utakayoiona ni nguvu ya uamuzi, utajikuta unapata pawa ya kufanya maamuzi. Kiufupi ni kwamba mwezi huu haukubembelezi hata kidogo, yani ni mwezi ambao unataka wewe uamue. Je, niendelee kushikilia au niache? Je, nibaki gizani au nifuate mwanga? Yani, kiufupi, huu mwezi utakufunulia kila kitu, utaona nyeusi na nyeupe. Kwa hiyo wewe ndo utakayeamua kwamba naamua kubaki hapa kwenye mateso au naamua kuachana na haya mateso. Kwa hiyo kama ukiamua kubaki kwenye mateso, huyo ni wewe, lakini full moon inakuwa tayari imeshakufunulia kila kitu kwamba upo katika njia gani? Upo sahihi au aupo au sahihi? Na ili uweze kusonga mbele uweze kupata mafanikio ni vizuri ukaachana na vitu visivyo kufaa. Katika full moon, tunatakiwa kuachana na kila kitu ambacho hatukifai. Kwa hiyo kama kuna spell huko nyuma ulikuwa unazifanya spell za mafanikio, usafisha nyota, sijui unataka kupata pesa, chochote ambacho utafunuliwa katika full moon hii ni vyema ukaachana nacho ambacho hakikufai. Fuata njia inayokufaa ili uweze kuyafuata mafanikio yako. Kumbuka, mafanikio hayawezi kuja kama wewe bado umeshikilia vitu visivyokufaa. Kwa hiyo ni lazima uachilie vile visivyokufaa, ili vizuri viweze kuja katika maisha yako. Kwa hiyo ili spell zako ziweze kukuletea matokeo mazuri, ni vizuri yale yote ambayo utafunuliwa mwezi huu ambayo hayakufai ukaachana nayo, na utaona jinsi ambavyo baraka zinamiminika katika maisha yako. Utaona jinsi ambavyo spell zako zinaanza kukuletea majibu kwa kishindo. Ishara ya nne utakayoonyeshwa ni uunganisho. Huu ni wakati wa kuungana tena na nafsi yako, familia na chanzo cha nguvu zako. Kwa hiyo ni kusihi, tumia muda huu kuomba, kuandika au kutafakari kwa utulivu. Nenda sehemu ya asili yenye utulivu, inaweza ikawa ni kwenye miti mingi, pembeni ya bahari au pembeni ya mto, tafakari fanya meditation. pia sikiliza sauti za asili. Kuna jibu fulani utalipata ndani yako, na pia kuna healing utaipata ndani yako. Hii ni full moon ya ukweli na mabadiliko. Unapoutazama mwezi angani, usiuone tu kama mwezi wa kawaida, bali ona kioo kinachoakisi nafsi yako, na kioo hiki kinasema huu ni wakati wako. Kwa hiyo unapotazama mwezi angani, utazame kwa imani zaidi, utazame kwa matumaini makubwa, utazame kama unatazama mafanikio yako. Sasa hebu tuzungumze kuhusiana na vitu vya kufanya chini ya mwanga huu wa full moon, ili nguvu hizi ziweze kukuletea matokeo mazuri. Kumbuka, mwezi una nguvu lakini, unahitaji kushirikiana na wewe ili kutoa matokeo katika maisha yako. Yaani, hizi nguvu zinahitaji wewe uzitumie au uziamrishe ili ziweze kufanya kazi katika maisha yako. Kwa hiyo katika full moon hii ya Oktoba saba utatakiwa kufanya vitu vifuatavyo. Naomba unisikilize kwa makini sana. Hatua ya kwanza kabisa Weka nia yako, kama tunasema tia nia yako, andika kwenye karatasi yako. Kwa mfano, naachilia hofu, ninakaribisha mafanikio, ninapokea baraka maishani. Unaweza kuandika chochote kile ambacho unakiwishi katika maisha yako, ambacho unataka kukipokea au unataka kuachilia. Halafu soma kwa sauti, yani simama, toka nje, simama mahali ambapo unaweza kuona mwezi kwa vizuri kabisa, halafu soma kwa sauti. Kwa mwanga huu wa mwezi, ninatamka nia yangu ianze ya kutimia. Kama ni kitu ambacho unaachilia, tamka: kwa mwanga huu wa mwezi, ninaachilia kitu fulani, ulimwengu ukapambane nacho. Baada ya hapo unaweza ukaichoma karatasi yako au ukaichana chana. Baada ya hapo endelea kusimama chini ya mwanga wa mwezi, pumua polepole pole. Vuta pumzi ndefu, kisha ziachie polepole, kisha tamka maneno haya kimoyomoyo, huku unautazama mwanga wa mwezi: mwanga huu uingie ndani yangu, unioshe hofu uniamshe mawazo yangu kwa amani na mafanikio. Wakati unatamka maneno haya, unaweza kuhisi kama vibration ndani ya mwili wako. Usiogope wala usiofie kitu chochote. Hizo ni nguvu za universe zinaingia ndani yako na zinaanza kufanya kazi, na vibration ndani ya mwili wako zinaitikia. Na ukiwa umesimama chini ya huu mwanga wa mbalamwezi, unaweza kuomba kitu chochote kile katika maisha yako. Unaweza kutaja ombi lako lolote lile, na kumbuka kutaja maombi yako katika mfumo wa maneno yenye nguvu. Usitumie maneno ninaomba Mungu unipe pesa nyingi au ninaomba kupata baraka maishani. Hapana. Sema ninapokea baraka maishani, ninapokea pesa nyingi, ninapokea gari la ndoto zangu, ninapokea nyumba ya kifahari katika maisha yangu, ninapokea afya njema. Tumia maombi yako katika mfumo huo, na hakika maombi yako yatakuwa ni yenye nguvu na utapata matokeo makubwa sana. Na pia maombi yako unaweza kuyaweka katika mfumo wa manifestation, yani ukawa unatamka kama vile tayari hicho kitu kimeshatokea. Kwa mfano, mimi ni tajiri, mimi nina pesa nyingi, mimi nina afya njema mimi maisha yangu yana furaha nzuri, maisha yangu yana amani, ninaelewana na kila mtu, ninawasaidia wale wote wasiojiweza. Hiyo ni manifestation, unakitoa kitu katika hali ya kiroho na kukileta katika uhalisia, yaani kama vile tayari kimeshatokea. Baada ya hapo Ondoka ukiwa na ushindi mkubwa. Amini kwamba wewe tayari umeshafanikiwa, amini kwamba maombi yako yote tayari yameshajibiwa. Endelea na harakati zako zote za maisha ukiwa na furaha na matumaini makubwa, na wala usio unajiuliza uliza kwamba hivi ma, mafanikio yangu yataanza lini au yatakuja kujaje? Huwa ipo hivi ukishafanya spell ukaanza kuitilia mashaka au kuwa na wasiwasi wasi. Mara nyingi spell inakuwa haifanyi kazi au inakosa nguvu. Spell inahitaji uiamini yani, na unapofanya spell amini kwamba hicho kitu tayari kimeshatokea na kinafanya kazi katika maisha yako. Kama umeomba pesa, amini kwamba tayari pesa zipo katika maisha yako, zinakusubiri tu wewe uende kuzichukua. Kwa hiyo, baada ya kufanya spell, endelea na harakati zako kama kawaida, ukiwa na furaha, na ni kuambie tu kwamba full moon ya Oktoba saba ni zawadi kutoka kwa ulimwengu. Usiache ipite bila kufanya kitu, na full moon huwa inadumu kwa muda wa siku tatu. Kwa hiyo Oktoba saba nane na tisa hizi siku zote zina nguvu ya full moon. zitumie vizuri. Tumia ipasavyo. Full moon inapofika, tazama mwanga wa mwezi kisha jiulize Je, yeah, ninataka mwangaza huu unifanyie nini, au niwe mtu wa namna gani? Utazame mwezi kwa macho ya imani na ujue kwamba mwanga ule ule unaomulika juu ya mawingu ndio mwanga unaoweza kuangaza ndani yako. Tumia usiku wa full moon kufungua roho yako, kuandika, kuomba kutafakari na kuamini. Kwa sababu wakati mwingine mafanikio huwa hayaji hivi hivi, ni mpaka uchukue hatua fulani. Na pia huwezi kujua mafanikio yatakuja kwako kwa namna gani. Watu wengi waliopata mafanikio hapa duniani wametumia nguvu hizi za full moon pamoja na mwezi mwandamo. Kwa hiyo kazi ni kwako kuamua kuyafuata mafanikio au kuyaacha yapite hivi hivi. Na ili uweze kufanikiwa kwa kutumia nguvu hizi Inatakiwa uwe na vitu vitatu ndani yako. Kitu cha kwanza ni kuamini katika nguvu zilizopo ndani yako, yani vibrations. Kitu cha pili ni kuamini katika nguvu za kiulimwengu na kitu cha tatu ni kuamini katika kitu chochote kile unachokifanya. Amini kwamba unachokifanya kitakuletea mafanikio. Na hakika utapata mafanikio kama ambavyo wengine wameweza kupata mafanikio. Kwa Waislamu huwa tunasema inshallah, na kwa Wakristo huwa tunasema katika jina la Yesu. Hakuna kitu kinachoshindikana. Usiku huu wa full moon, kumbuka mwanga wa mwezi hauzimi na wala matumaini yako hayazimi, hata ukikosa kuona matokeo leo. Kumbuka kwamba ndani yako, roho yako inang'aa. Hii ni fursa ya kuachilia hofu na kuchukua mwanga uliopo ndani yako. Wakati mwingine kushindwa huwa ni ishara ya kwamba njia nyingine inakuja kwa ajili yako full moon ya. Kwa hiyo full moon ya Oktoba inakuambia kwamba haijalishi umeanguka mara ngapi, sasa ni wakati wa kuinuka. Kila anguko kwako ni daraja na kila mwanga ni njia, kwa hiyo usikate tamaa. Mwezi kamili una nuru ya baraka na mwamko. Hata unapokuwa gizani, mwanga huu unakuelekeza kwamba upo tayari kuanza upya, na wewe ni mshindi, na mafanikio yapo mbele yako. Tunapoingia katika usiku wa full moon, achilia hofu, wivu pamoja na machungu. Nuru ya mwezi inakufunulia njia mpya. Kuna hatua moja ndogo, inaweza kubadilisha maisha yako yote, nakumbuka kwamba haikuhitaji muda mrefu sana kuweza kubadilisha maisha yako. Sekunde moja tu inao uwezo wa kubadilisha maisha yako yote, na usije ukamdharau hata mtu mmoja hapa duniani. Huyo maskini unayemwona leo na kumdharau kesho anaweza kuja kuwa mtu mkubwa sana, ukawa unampigia magoti na kumwomba akusaidie. Kwa hiyo amini, wewe ni mshindi. Amini pia, wewe ni mtu mkubwa hapa duniani. Kama wengine waliweza kufanikiwa, basi na wewe unao uwezo wa kufanikiwa kama hao wengine walivyoweza kufanikiwa. Kumbuka, hata kama maisha yanaonekana magumu, kila mwezi kamili au kila full moon huwa tunapewa mwanga wa matumaini. Jua kwamba sasa ni wakati wa kufungua mlango wa mafanikio pamoja na amani ya ndani yako. Mtu anayejaribu na kushindwa sio mtu wa kawaida. Full moon hii ya Oktoba saba inakuonesha kwamba nguvu iliyopo ndani yako bado ipo na sasa ni wakati wa kuiangaza na kuidhihirisha. Rafiki yangu unayenisikiliza hapa katika hii video, haijalishi maisha yamekushusha au watu wamekudharau kwa kiasi gani, kila anguko ulilopitia amini kwamba ni darasa na sio mwisho wa maisha yako. Kila huzuni ni daraja la kuelekea kwenye mwanga. Full moon hii inakuambia una nguvu ndani yako, na sasa ni wakati wa kuiangaza. Hata kama umekata tamaa mara nyingi, usikate tamaa katika kipindi hiki. Mwanga huu wa Full moon unakueleza kwamba upo tayari kuanza upya. Huu ni wakati wa matumaini. Huu ni wakati wa mwamko. Wewe ni mshindi, wewe ni mtu mwenye mafanikio. Amini hivyo, na hakika itakuwa hivyo katika maisha yako. Pia unaweza kujiandikia neno lolote lile la faraja hapo chini katika comments, na kwa jinsi ambavyo unaandika, nami ninakwenda kuuamuru ulimwengu na ikawe hivyo katika maisha yako kama ambavyo umeandika. Kama unatazama hii video tambua kwamba sio kwa bahati mbaya, ni universe yenye hekima imekuongoza mahali pema na kwa wakati sahihi. Kwa hiyo hii sio bahati tu, ni mwanga wa full moon umekutafuta na ukiwa hapa ina maana ya kwamba universe ina mpango wa kuwafikisha moyo wako au universe ina mpango mkubwa na wewe. Kila mtu anakutana na video hii kwa sababu kuna kitu universe inataka ukweli wake uonekane. Sasa ni wakati wako kuungana na nguvu ya mwanga na maisha. Amini ya kwamba wewe umekusudiwa kufanikiwa. Wewe umekusudiwa kuwa mshindi hapa duniani, na sasa ni wakati wako, uamuzi ni wako. Na nakuomba tu tafadhali sana share video hii na wale wote wapendao, ili na wao waweze kujifunza au kupata meseji hii kutoka kwa universe, na usisahau kusubscribe kama ulikuwa bado huja subscribe channel hii. Tukutane tena kwenye mwangaza wa mwezi unaofuata na video nyingine zinazofuata. Asante sana.